Maana kwa maraya mtu hutiwa katika hali ya uhitaji, yaani maraya, ya maraya anapokuja kwako anajua ya kwamba una uhitaji. Unajua, kuna mtu anaweza akaiacha ndoa yake kwa sababu anashida ya shilingi elfu mbili kwa sababu ana shida ya shilingi elfu moja kwa sababu anasida elfu tano ameona mnewe hana siku hiyo fedha, anasema suluhisho ni kwenda kuhitaji fedha kutoka kwa mtu waiji, anasema huyo ni mtu maraya mtu malaya anaachiria heshima yake, au anaivua heshima yake, anavua maisha yake, kwa sababu ya kitu kidogo cha siku moja. Yaani kitu cha ya siku moja kinamtoa kwenye njia yake, kinamtoa kwenye usamani wake, kinamtoa kwenye uzuri wake, kwa sababu yule atakayetembea na wewe sasa, yule ambaye umemruhusu kuona mwili wako, atakapokuona atakudharau siku zote, atakutukana siku zote, ataona ufai ataona ni mjinga, ataona ni mpumbavu, kwa sababu ameona tayari mwili wako. Anasema japokuwa ni mke wa mtu, japokuwa naye anaishi na mwanaume, lakini hana samani yoyote, kama aliamua kunikulia mwili wake, yani nguo zake, kunionyesha mwili wake, namana hana lote la maana. Nitakataka tu, hata kwai anafanya hivyo hivyo Haleluya, yaani ataona ndio kazi yako. Anasema huyo ndio uhitaji wa mtu mara. Anaweza kaja kwako mwanaume akakutongosha ukaona ni wasamani, lakini amekuja kuchora au kutukanisha mwili wako. Usikubali mwili wako ukatuka, usikubali mwili wako ukadharaulika. Mwili wako ni wasamani sana kuliko unavyojifikiria. Ndio maana sema kuna vyumba vilitengwa Haiwezekani ukatembea uchi mahali popote, lakini chumbani kwako unaweza kuwa uchi na ukajiona uko sawa na uko salama na usimwogope mtu yoyote na ukafanya lolote kama kulifanya ukiwa chumbani kwako, lakini ukitoka nje tu ukiwa uchi huwezi kutembea, huwezi tena, yani huwezi hata hatua moja. Unaona kila mtu anakucheka, hata kama akucheka, unaona kila mtu anakuangalia, hata kama akuangalii. Yani tayari umeshaona kabisa mwili wako ni wa samani. Kwa hiyo kama huwezi kutembea uchi nje